Yo, mimi ni mkulima wa mahindi na maharagwe na kwa wakati huu nimekujia hii mbolea bei rahisi kutoka hapa wodi yetu, na tunafurahia juu ya serikali kutusaidia na hii mbolea. Nimekuja kuchukua hii mbolea ya top dressing, na nimenunua mifuko mbili na nitaenda kuweka kwa shamba yangu, ni three quarter na itanitosha na nitafurahia Mungu. Najua Mungu ametupea mfua ya kutosha. Sasa tulikuwa tumepanda na ya kwanza. Tume, tumeletewa hii hapa kwetu na ndio maana tunafurahia tukichukua leo. Hapo Beleni tulikuwa tuna, tunachukua muda mrefu kwa sababu lazima mpage kuenda dhika diwede huko. Lakini leo tumeletewa nyumbani kabisa. Una, unalipa tu pesa kidogo sana ya kukupelekea kwa nyumba 50 bob. Na huko tunatumia siku mzima, una shida huko tena, unaenda unakosa. Na sahi tumepokea na tunafurahia Mungu. E, kuna swali tunaulizwa na wakulima, watajisajili aje kwa fertilizer program, wale ambao hawajafanya hivyo. Na nataka kuadvise, nataka ku, kuambia hivi kwa wakati huu kuna kusajili kunaendelea wale watu tunaita agripreneurs ambao wamekuwa wamepewa hiyo kazi na county, ndio tunasaidia nao, maofisa wa agriculture wanasaidia nao na hao ndio wanaenda kwa wakulima wakiwasajili. Kwa hivyo tafadhali, kama hujasajiliwa, kama huwa hupati hizo message za kutoka kwa NCPB, tafadhali wasiliana na agriculture officer wako ndio aweze kukujulisha na kukuonyesha kwa hao watu au agripreneurs, wale wanafanya farmers profiling na siku ya leo uh, exercise ambayo tuko nayo ni ya kusaidia wakulima ama wananchi kupata mbolea ambayo ni ya bei nafuu, mbolea ambayo tunaita subsidies kutoka kwa serikali kuu, kwa sababu tume partner na the national government, tukashirikiana nao kama county government kuhakikisha ya kwamba sisi tuna oversee ya kwamba wakulima wamepata fertilizer. Na hii lengo letu ni kuhakikisha tumepunguza njaa katika taifa. Wakulima ambao tuko nao hapa katika nchi yetu ni wakulima ambao wako na bidii, na kama serikali ama kama viongozi, sisi uh, juhudi ambayo tumeweka ni ya kusaidia kuhakikisha ya kwa kwamba tumewashikilia ili waweze kupata mazao ama kuongeza mazao katika shamba zao.